Mlango wa thelathini na tatu. Manase alikuwa na umri wa miaka 12 alipoanza kutawala, akatawala katika yerusalemu miaka 55. Akafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana sawasawa na, sawa sawa na machukizo yote ya mataifa aliyowafukuza Bwana mbele ya wana wa Israeli. Kwa maana alipajenga tena mahali pajuu alipopabomoa Hezekia babaye, akazisimamisha madhabahu za mabali, Akafanya na sanamu za maashera, akaabudu jeshi lote la mbinguni na kulitumikia. Akajenga madhabahu katika nyumba ya Bwana, napo ndipo alipopanena Bwana, katika Yerusalemu litakuwako jina langu milele. Akajenga madhabahu kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni katika nyua mbili za nyumba ya Bwana. Tena akawapitisha wanawe motoni katika bonde la mwana wa Hinomu, akatazama bao, akabashiri, akafanya uganga akajishuhulisha na hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi, akafanya mabaya mengi machoni pa Bwana hata kumkasirisha. Akaiweka sanamu ya kuchonga aliyoifanya katika nyumba ya Mungu, ambayo Mungu alimwambia Daudi na Sulemani mwanawe, katika nyumba hii na katika Yerusalemu niliyochagua miongoni mwa kabila zote za Israeli nitaliweka jina langu milele, wala sitawaondoshea miguu tena Israeli katika nchi niliyowaagiza baba zenu wakiangalia tu kutenda yote niliyowaamuru, yaani torati yote na sheria na maagizo niliyowaamuru kwa mkono wa Musa. Basi Manase akawakosesha Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, hata wakazidi kufanya mabaya kuliko mataifa aliyowaharibu Bwana mbele ya wana wa Israeli. Naye Bwana akasema na Manase na watu wake, wala wasiangalie. Kwa hiyo Bwana akaleta juu yao maakida wa jeshi la mfalme wa Ashuru waliomkamata. Manase kwa minyororo wakamfunga kwa pingu, wakamchukua mpaka Babeli. Hata alipokuwa katika taabu, akamsihi Bwana Mungu wake akajinyenyekeza sana mbele za Mungu wa baba zake, akamwomba; naye akamtakabali, akayasikia maombi yake, akamrudisha tena Yerusalemu katika ufalme wake. Ndipo Manase akajua ya kwamba Bwana ndiye Mungu. Hata baada ya hayo akaujengea mji wa Daudi ukuta wa nje upande wa magharibi wa Gihoni bondeni hata kufika maingilio ya lango la samaki, akauzungusha Ofeli, akauinua juu sana. Akaweka maakida mashujaa katika miji yote ya Yuda yenye maboma. Akaiondoa miungu migeni na hiyo sanamu nyumbani mwa Bwana, na madhabahu zote alizozijenga katika mlima wa nyumba ya Bwana na Yerusalemu, akazitupa nje ya mji. Akaijenga madhabahu ya Bwana akatoa juu yake dhabihu za sadaka za amani na za shukrani, akawaamuru Yuda wamtumikie Bwana Mungu wa Israeli. Lakini watu wakaendelea kutoa dhabihu katika mahali pa juu, ila wakamtolea Bwana Mungu wao tu. Basi mambo yote ya Manase yaliyosalia na maombi yake kwa Mungu wake na maneno ya waonaji walionena naye kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli, tazama yameandikwa katika mambo ya wafalme wa Israeli. Sala yake pia na jinsi Mungu alivyomtakabali na dhambi yake yote na kosa lake na mahali alipopajenga mahali pa juu na kupasimamishia maashera na sanamu za kuchonga kabla ya kujinyenyekeza, tazama, hayo yameandikwa katika tarehe ya Hozai. Basi Manase akalala na babaze, wakamzika nyumbani mwake, na Amoni mwanawe akatawala mahali pake. Amoni alikuwa na umri wa miaka ishirini na miwili alipoanza kutawala, akatawala katika Yerusalemu miaka miwili. Akafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana kama alivyofanya Manase babaye. Manase akazitolea dhabihu sanamu zote alizozifanya Manase babaye, akazitumikia, wala hakujinyenyekeza mbele za Bwana kama Manase babaye alivyojinyenyekeza. Lakini huyo Amoni akaongeza makosa juu ya makosa. Wakamfanyia fitina watumishi wake, wakamua katika nyumba yake mwenyewe, lakini watu wa nchi wakawaua wote waliomfanyia fitina mfalme Amoni. Watu wa nchi wakamfanya Yosia mwanawe awe mfalme badala yake.